Kuongoza watu kazi, yeah. Musa amepewa hiyo kazi, mpaka mwenyewe alikuwa na mtelezaji ah, sasa kusema kabidi Mungu ampe msaidizi ambaye ni Haruni. Yani, nakwambia kuongoza watu kazi, yani kama unajua au kama unjui, kuongoza watu kazi, kwa sababu kunakuwa na makundi kama watatu, wengine wako nomo Yaani hujui ufanye usifanye, utajua mwenyewe. Kuna wengine wanataka kufanya, kuna wengine tena wanataka usifanye hicho kitu. Sasa pale ndo panakuwa patashika nguo kuchanika. Kwa nini nasema hivi? Yani nijua nilijifunza uongozi wa Musa jinsi alivyokuwa akiongoza. Musa mwenyewe alikuwa anafika hatua, anarudi kwa Mungu analia na Mungu, Mungu nifanye nini sasa kwa sababu wamefika pale kwenye bahari ya Sham, wameona kabisa hapa hili ni bahari, wanaanza kumlilia Musa. Musa, umetuletea ukuli wa watu wa Misri watuue hapa hapa, sababu ungetuacha tukule jamani. <tipi> naye akamlilia Mungu, kana sio shida, ni mwenyezi kuna mtu ambaye ananiagiza. Mungu akamwambia na nini mkononi mwako Musa, akasema nina fimbo. Sasa chapa hiyo bahari sasa Musa angejuaje kwamba hii bakoli inafanya muujiza huu asingejua, badala na yake, naye akaanza kulia, kwa sababu anaijiwa na watu wengi, yani wengi wanamwangalia. Sikilizeni, kuna siku itakuja, tuipigi stori vizuri ya Musa alivyowaongoza mpaka anakuja kumkabidhi kijiti Yoshua. Kuna kitu cha kujifunza.